Tunaendelea kupeana taarifa mbalimbali zinazojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya taifa la Iran na taifa la Israel na ule mwingiliano ambao Marekani imeweza kufanya juu ya vita ya mataifa haya mawili kwa kuingilia kati kwa kushambulia baadhi ya maeneo ya huko Iran. Na kwa sasa tuangazie, wanasayansi na viongozi wengine wa kijeshi wa Iran waliouawa na Israel ni kina nani haswa na walikuwa na thamani kiasi gani kwa taifa la Iran mpaka Israel iweze kutenga vifaa maalum kwa ajili ya kuwaua viongozi hawa wa Iran. Israel inasema imemuua kamanda mkuu wa Iran ambaye alisaidia kupanga shambulio la Hamas la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 kusini mwa Israel katika shambulio la Jumamosi kwenye mji wa Qom. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema kuuawa kwa Said Izadi ni alama muhimu katika mzozo huo. Alikuwa mmoja waandaaji wa shambulio hilo ambalo liliua takriban watu elfu moja na mia mbili na na kuona wengine wengi wakipelekwa Gaza kama mateka alisema mkuu wa IDF Eyal Zamir damu ya maelfu ya Waisrael iko mikononi mwake alisema jumamosi akiita mafanikio makubwa ya kiakili na kiutendaji Iran bado haijathibitisha kuuawa kwa Izadi na hapo awali alikana kuhusika na shambulio la Hamas IDF inasema ilimuua Izadi katika shambulio lake kwenye ghorofa huko Kom kusini mwa Tehran na saa za mapema Jumamosi, alikuwa akisimamia kikosi cha Palestina cha kikosi cha kikundi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC kilichokuwa na jukumu la kushughulikia uhusiano na makundi ya wabeba silaha wa Palestina. Aliripotiwa kuwa na mchango mkubwa katika kuipa silaha na kufadhili Hamas na alikuwa na jukumu la kuratibu wanajeshi na makamanda kati ya wakuu wa IRGC na viongozi wa Hamas, IDF ilisema haya anajiri baada ya televisheni ya Iran kutangaza mapema wiki iliyopita vifo vya raia kadhaa, wasomi na viongozi mashuhuri wa kijeshi: mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa vikosi vya wanajeshi Muhammad Bagheri, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Iran Hussein Salami, na meja jenerali Ghulami Ali Rashid, kamanda wa makao makuu ya Katam Al-Anbia, wote waliouawa katika mashambulizi hayo makubwa ya anga yaliyoanzishwa na Israel mapema ijumaana asubuhi. Maafisa wa Iran wanasema kuwa takriban watu 430 wakiwemo makamanda wa kijeshi wameuawa na wengine 3500 kujeruhiwa nchini Iran tangu mzozo huo uanze tarehe 13 Juni. Kundi la kutetea haki za binadamu linalofuatilia Iran, shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu, liliweka idadi hiyo rasmi ya vifo kuwa ni 657 siku ya Ijumaa. Nchini Israel, maafisa wanasema watu 25 wameuawa, akiwemo mmoja wa mshtuko wa moyo. Tayari Iran imekwishapata hasara kubwa ya kupoteza viongozi wa kijeshi na wanasayansi katika mashambulizi ya Israel. Je, wanajeshi na wanasayansi waliouawa ni akina nani? na na ni ni nini nini tunafahamu kuhusu wao? Na nini kuhusu wao? Je, tunajua nini zaidi kuhusu Said Isdai? Said Isdai ni kamanda mashuhuri katika kikosi cha kikundi cha IRGC, na hapo awali aliwaongoza na aliongoza kile kinachoitwa tawi la wa Palestina ambalo wanashirikiana na makundi ya Palestina. Aliongoza kitengo cha Palestina kilichofanya kazi chini ya amri ya Hezbollah ya Lebanon, na hapo awali alikuwa na makao yake huko Lebanon. Israel ilimshutumu kwa kuhusika katika kupanga mashambulizi ya Hamas kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 pamoja na kufadhili Hamas na harakati ya Islamic Jihad katika ukanda wa Gaza. Mnamo Aprili ya mwaka 2024, Izad aliponea chupuchupu -chupu shambulio la anga la Israel lililolenga ubalozi mdogo wa Iran mjini Damascus, Syria, shambulio lililoaua makamanda kadhaa wakuu wa kikosi cha Wakurdi. Izdai ambaye alizaliwa mwaka 1964 na amekuwa kwenye orodha ya vikwazo vya wizara ya hazina ya Marekani tangu mwaka 2019 kwa uhusiano wake na walinzi wa mapinduzi na Hamas. Jina lake pia lilitajwa katika nyaraka zilizochapishwa hapo awali na Israel kuhusu uhusiano wake wa karibu na Yahya Sinwar, kiongozi mashuhuri wa Hamas ambaye aliuawa na Israel mwaka jana. Je, ni nani Behnam Sharia? Behnam Sharia ameshiriki katika uongozi wa kitengo cha 190 cha kikosi cha Kurdis cha IRGC kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Israel. Sharyar aliwajibika kwa uhamisho wake wa zana za kivita kutoka kwa utawala wa Iran kwenda kwa washirika wake katika mashariki ya kati. Pia alifanya kazi moja kwa moja na Hezbollah, Hamas na Houthis huko Yemen, na alichangia kuwapa idadi kubwa ya makombora na makombora ambayo yalirushwa kuelekea eneo la Israel wakati wa vita. Alisimamia uhamishaji wa mamia ya milioni ya dola katika kila mwaka kwa mashirika ya kigaidi kupitia mtandao wake wa kibinafsi wa mawasiliano huko Turkey na Lebanon, kulingana na taarifa. Na ni vipi kuhusu Amin Forgodashi? Amin Forgodashi alishikilia uongozi wa kikosi cha pili cha ndege zisizo na rubani za IRGC Taarifa ya jeshi la Israel ilisema kamanda huyo aliwajibika kwa kuratibu mamia ya kurusha ndege zisizo na rubani kuelekea Israel kutoka eneo la Avaz kusini magharibi mwa Iran. Taarifa hiyo iliongeza, kufuatia mauaji ya Tarpor, por, kamanda wa makao makuu ya ndege zisizo na rubani mnamo Juni 13, Jodashi jordashi alichukua jukumu kuu katika shughuli za walinzi wa mapinduzi. Na ni upi meja jenerali Muhammad Bugeri? Televisheni ya Iran imemtaja Meja Jenerali Muhammad Bugeri, ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Israel, kuwa afisa wa ngazi ya juu katika muundo wa kijeshi wa nchini Iran. Anachukuliwa kuwa mmoja wa wanajeshi mashuhuri zaidi walioshiriki katika vita vya Iran na Irak na kusimamia moja ya zana muhimu za kijeshi zinazohusisha walinzi wa mapinduzi ya Iran. Alikuwa na uzoefu mkubwa katika shughuli na mashirika ya kikurdi Iran yenye silaha kutokana na kazi yake katika huduma za kijesusi. Meja Jenerali Bugeri alikuwa naibu mkuu wa majeshi wa jeshi la Iran 3, 28 Juni mwaka 2016. Kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, alimteua kuwa mkuu wa wanajeshi wa mkuu wa jeshi la Iran akimrithi Meja Jenerali Hussein Firoozabadi aliyeshika wadhifa huo tangu mwaka 1989. Meja Jenerali Bageri ni kaka yake Hassan Bageri, ambaye alikuwa naibu kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Meja Jenerali Muhammad Bageri pamoja na wanajeshi wengine watatu, Muhammad Ali Jafari, Ali Fadavi na Golam Ali Rashid walijulikana kama mtandao uongozi wa jeshini wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Na hapa tumwangalia Hussein Salami. Salami aliungana na walinzi wa mapinduzi kwa mara ya kwanza mnamo mwaka wa 1980 wakati wa kuzuka kwa vita vya Iraq na Iran. Alipopanda ngazi za jeshini, alijulikana kwa maneno yake makali dhidi ya Marekani na washirika wake. Tangu mwongo wa kwanza wa karne ya 21, amekuwa chini ya vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na Marekani kwa madai yake ya kuhusika katika mipango ya nyuklia na kijeshi ya Iran. Alikuwa mkuu wa walinzi wa mapinduzi mnamo mwaka wa 2024 wakati Iran ilizindua shambulio lake la kwanza la moja kwa moja la kijeshi dhidi ya Israel, ikituma zaidi ya drones mia tatu na makombora. Huku mvutano wa Israel ukiongezeka katika siku za hivi karibuni, Salami alisema Alhamis kwamba Iran imejiandaa kikamilifu kwa hali yoyote, hali na hali yoyote ile. Aliongeza kuwa adui anaamini kuwa inaweza kupigana na Iran kwa namna ile inavyopambana na Wapalestina wasio na ulinzi chini ya mzingiro wa Israel. Tumejaribiwa vita na tuna uzoefu. Hiyo ndio ilikuwa kauli yake ya mwisho, na hapa tumwangalie meja jenerali Golam Ali Rashid. Meja Jenerali Golam Ali Rashid ni kamanda wa makao makuu ya kati ya Katam al-Anbia na amewahi kuwa naibu kamanda mkuu wa wanajeshi mkuu wa jeshi la Iran. Rashid alikuwa mmoja wa makamanda wa Iran katika vita vya kwanza vya Guba, akihudumu kama mmoja wa makamanda wakuu wa jeshi la ulinzi la jeshi la mapinduzi ya Kiislamu, wakati huo akiwa kamanda wa operesheni za Beit al-Makist. Pia aliamuru makao makuu ya operesheni ya Fatah. Kwa hivyo wakati wa vita hivi alizingatiwa pamoja na Hussein Mozae, Yahya Safavi na Ali Mamkan pamoja na makamanda wake wakuu na watoa wa maamuzi. Baada ya vita, alihudumu kama naibu mkurugenzi wa operesheni katika wafanyakazi wakuu wa IRGC na kisha kama naibu mkurugenzi wa ujasusi na operesheni katika wafanyakazi wakuu wa wanajeshi kwa miaka kumi kutoka mwaka 1989 hadi mwaka 1999. Miezi minne baadaye kwa amri iliyotolewa na kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, Meji Jenerali Rashid aliteuliwa kuwa naibu mkuu wa majeshi ya jeshi, nafasi ambayo Alishikilia hadi mwaka elfu mbili na kumi na tano. Tangu wakati huo ameteuliwa kuwa kamanda wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya na pia aliwahi kuwa naibu afisa wa masuala ya ulinzi katika sekretariat ya baraza kuu la usalama wa taifa. Mnamo 2018 aliidhinishwa na wizara ya fedha ya Marekani. Na hapa sasa tumwangalie Amir Ali Haji Zadeh. Meji jenerali Amir Ali Haji Zadeh alikuwa kiongozi mashuhuri katika mpango wa makombora wa Iran. Jeshi la Israel lilisema Hajizadeh alikuwa akikutana katika kituo cha kamanda cha chini chini na makamanda wengi wa kikosi cha anga cha IRGC ambapo alikuwa akipanga kushambulia Israel. Jeshi la Wanaisrael limeongeza kuwa watu hawa wawili waliwawa katika shambulizi lililolenga jengo hilo. Jeshi la Israel lilibainisha kuwa Hajizadeh aliongoza mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel mwezi Oktoba na April mwaka jana. Ni vyema kutambua kwamba Haji Zade amekuwa mwanachama wa walinzi wa mapinduzi kwa miaka 45. Haji Zade hakuwa kipenzi sana miongoni mwa Iran tangu kudai kuhusika na kudungua ndege ya abiria ya Ukraine iliyokuwa ikiruka kutoka Teheran mwaka 2020 na kuwa watu wote 176 waliokuwa ndani. Na wa mwisho tumtizamie, Fereydoun Abbasi. Abbasi alikuwa mwanasayansi wa nyuklia ambaye aliwahi kuwa mkuu wa shirika la nishati ya Atomic kati ya mwaka 2011 na mwaka 2013. Abasi pia alikuwa mbunge wa bunge la Iran kati ya mwaka 2020 mpaka 24. Abasi alionyesha msimamo thabiti kuhusu shughuli za nyuklia Iran. Mwezi Mei, Abasi alizungumza kwenye televisheni ya taifa ya Iran kuhusu uwezekano wa kutengeneza silaha za nyuklia, akielezea nia yake ya kutekeleza maagizo hayo iwapo atayapokea. Na sasa tumalizie na wanasayansi wa nyuklia waliouawa kwa mashambulizi ya Israel. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vilitangaza vifo vya wanasayansi kadhaa wa nyuklia wakiwemo Ali Bakei Karimi, profesa wa fizikia ya nyuklia na mtaalamu wa mekaniki katika Chuo Kikuu cha Shahid Behesht na Mansur Asgari, mwanafizikia wa nyuklia wa Iran kutoka Chuo Kikuu cha Shahid Behesht aliyebobea katika fizikia iliyotumika na Said Barji mhandisi wa mitambo na mtafiti mkuu katika teknolojia ya vilipuzi na nyenzo za nyuklia, aliongoza kituo cha juu cha utafiti wa teknolojia za milipuko zinazohitajika kwa silaha za nyuklia. Mwingine ni Dr. Ahmad Reza Zulfakar Darian, profesa fizikia ya nyuklia na mkuu wa zamani wa kituo cha sayansi ya nyuklia katika chuo kikuu cha Shahid Beheshti. Mwingine pia ni Dr Abdulhamid Minorshar, mwanafizikia na mhandisi wa nyuklia, mkuu wa kituo cha uhandisi wa nyuklia katika chuo kikuu cha Shahid Beheshti. Na mwingine ni Feriodun Abasi Davani mwanasayansi wa nyuklia na mwanasiasa ambaye aliwahi kuwa mkuu wa shirika la nishati ya atomic la Iran kati ya mwaka 2011 mpaka mwaka 2013. Na mwingine ni Dr. Mohamed Mehdi Teranchi mwanafizikia wa nadharia, profesa katika chuo kikuu cha Shahid Beheshti. Ameshikilia nyadhifa kadhaa za juu za masomo. Na kwa kumalizia, ni Amir Hossein Fargiri ni profesa wa fizikia ya nyuklia katika chuo kikuu cha Shahid Beheshti na mtaalamu wa kugundua mionzi na uundaji wa Monte Carlo. Na huo ndio uchambuzi wa mauaji yaliyofanywa na Israel kwa viongozi mbalimbali wa Iran wakiwemo madaktari, wanasayansi na wabunifu wa silaha za nyuklia lakini pia wanajeshi na makamanda wa juu zaidi wa jeshi la Iran. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili , lakini pia usiacha kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa uchambuzi na mada nyingine nyingi zaidi na taarifa mbalimbali kutoka hapa.